Mshindi wa tano ni kijana Kasim Ayub Salim kutoka Tanzania Bara. Kasim Ayub Salim Tanzania Bara amepata alama 98.36. Mshindi wa tano kutoka Tanzania Bara ni Kasim Ayub Salim, zawadi yake dola za Kimarekani 2000.

ikaljanubia mshindi wa nne aliyetoka bara la Amerika ya Kusini, Gayana, Amerika ya Kusini, Gayana, kijana Saleh Muhammad Rahim aliyepata tisini na nane nukta nne. Mshindi wa tano kutoka Afrika, wa nne kutoka bara la Amerika ya Kusini

Mshindi wa tatu ni kijana ametoka bara uh, la Afrika vilevile, wa tano ilikuwa Afrika, wa pili South America na staidi watatu tatu, ni Ismail Mahmoud Ahmed ametoka Misri katika bara la Afrika, amepata alama tisini na nane nukta tano tatu. Mshindi wa tatu kutoka bara la Afrika nchini Misri, zawadi yake dola

Abdul Muhaimin Muhammad Juma min Libya, mshindi wa pili. Ni kijana kutoka afrika vilevile. Mshindi wa pili ametoka Afrika, Abdul Muhaimin Muhammad Juma ametoka Libya, amepata alama 99.06 Mshindi wa pili

Ayamuddin Fahruddin min Rusia, mshindi wa kwanza ametoka bara la Ulaya. Mshindi wa kwanza ametoka bara la Ulaya, Asia, katika nchi ya Urusi. Amuddin Fahruddin amepata 99.4. bara -ba ba lililoaibuka kidedea leo ni kutoka kwa Rais Putin bara ya Asia nchi ya Urusi. Zawadi yake dola elfu kumi na moja mia moja na hamsini sawa na milioni 30 kutoka PBZ Bank na medali ya goldi yenye thamani ya milioni mbili na laki nane. Kuna mshindi maalum ambaye ni mtoto mdogo kuliko wote, ana miaka kumi na moja na kadhalika na kadhalika. Kijana ambaye mwenye sauti nzuri kuliko wote washindani wa elfu kumi na saba kijana mwenye sauti